Na neema yoyote ambayo unayo wewe mwanadamu, hatman fa'lam fa annaha min Allah. Allah nasema, wama bikum min ni'matin famin Allah, na yoyote neema mnayoiona, tambueni kwamba imetoka kwake Allah. Na hakuna kitu kinachotukuta, tunachokipata, tunachoishi ndani yake, isipokuwa kinatoka kwake subhanahu wa ta'ala win tuduu ni'matallahi la tuksuha, na kama mtazihesabu neema zake Allah hamwezi mkafika idadi maalum. Ni nyingi nyingi nyingi mno, mm -hmm, alivyotupa Allah. tunachotakiwa sisi ni nini kwa neema hizo? waidtadhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, mola wenu anachokitaka wa anasema ni kuzishukuru neema zake naye anaahidi kwa kila mwenye kushukuru kumzidishia. Ya Rabbi, tuzidishie neema zako tunazoziona za dhahir na tusizoziona za batin. Miongoni mwa mifano mizuri ambayo anatuonyesha ya watu walioneemeshwa, lakini neema walioipata, kinyume cha kushukuru, wao wakakufuru. Mwenyezi Mungu akatuonyesha mithili ya watu aina hii ili kutuonya sisi ambao neema tunazo na tunazichezea tusiwe kama wao. Na ukiona watu wanazungumzwa katika Quran basi ujue ndani kuna ujumbe mzito. Ukiona habari zinazungumzwa ndani ya Quran sio mujarrad wa qiraa tu ya kusomwa. Allah anasema liyadabbaru ayatihi, wapate kuzizingatia hizi aya za Quran.

Kingdom ya Saba, kulikuwa kuna ufalme mkubwa pale, mji kati ya Ma'rib na Hadhramut, pale kulikuwa na kingdom iliyokuwa na neema dhahira na batila, neema kede kede zilizokuwa zimemwagwa na watu wake wako katika starehe. Miongoni mwa hizo neema, Allah kazitaja katika hizi aya, anasema jannatayn an yaminin wa shimali Kulikuwa kuna mabustani, mawanja yamejaa matunda aina mbalimbali, kulia na kushoto. Mpaka mufasirina wenyewe wanasema ilikuwa mwanamke akitaka kitu anapita tuna kapu lake, baina ya matawi ya huku na huku, yale matunda yanadondoka yenyewe katika lile kapu. Akifika kule amejaza, akirudi huku amejaza, anakwenda zake. Yani hakuna hata taklifu ya kupopoa ya kupiga, unapata shida na hapana wewe unabeba hivi kapu tu kila kitu kinadondoka. A, angalia neema hizo, jannatan an yaminin wa shimal, hiyo mabusani mawili kulia na kushoto na Allah anambia, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, kuleni. hii ni riziki ya Mola wenu amekupeni, lakini mumshukuru neema zake. Shai nasema idha kunta fi ni'matin faraha fa inna al-ma'asi tuzilu an-ni'am wa dawim 'alayha bi shukri al-ilahi fa inna al-ilaha sari'u an-niqam, ukiwa katika neema ichunge kumkosea Mwenyezi Mungu, kunaiondoa neema. Hata kama sikuiondoa kwa hisia, hutobarikiwa kwa vile vitu ambavyo unavyo unaviona vitakuwa na kama kwa kweli unavyo, lakini unafyo, una hisi kama huna. Ndio dunia ilivyo leo Mtu anavyo lakini bado hatosheki, anaenda kumwatak mtu ambaye ana zero, yeye ana milioni, anachukua na huyu pia anachukua na yule pia anachukua na yule pia. Basi Allah anasema kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, mshukuruni mola wenu nini. Baldatun tayiba, mna mji mzuri, nchi nzuri

Zile safari zao na masafa yake pia, mwenyezi Mungu alikuwa kama ameyakunja hivi, wanasafiri bila ya kuchoka. Yaani, mtume wetu anasema, alsafaru qitatun min aladhab. Hawa watu katika neema ambazo Allah amewaneemesha, basi ulikuwa unaona karibu, kumbe masafa ni marefu, lakini Allah ameikunja ardhi, safari zao ni nyepesi kabisa, tena nchi zilizobarikiwa

faarsalna alaihim saila alari, sisi baada ya wao kufanya hivyo, Allah akisema sisi. Hii ni royal we, kwa Kiingereza wanasema yani dhamirul adama. Ukisikia sana kwa kwa, kwa Kiingereza ukimsikia malkia wa Uingereza alivyokuwa akitoa speech yake, hasemi mi, anasema we. Ile ni dhamiri ya kujitukuza na hiyo yote wamekopi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema sisi hii sisi, maana yake anajitukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Na kingdom yoyote, mamlaka yoyote, sultana yoyote awezi kusema ana fulani ibn fulani, anasema wi oui. sisi fulani ibn fulani bin..., wakati ni mtu mmoja tu, ile inaitwa dhamir al-adama. Fa'aradu wao walipompa Mungu mgongo wakafanya na kiburi ile marab ile sadi yao, ile ukuta ule ulikuwa umezuia maji na vitu vingine wanakuwa wanafaidika navyo. Alikwenda panya mdogo ule, tafsiri yule panya akaenda kachokonyoa katafuna kala kavunja, ikawa sababu ya kuvunjika ule ukuta wote, na maji yote yakaanza kuwa mafuriko, yakawasomba watu wote waliokuwa katika vijiji vile na nyumba zao na mimea yao na kila kitu chao.

tukayabadilisha tukaleta mabustani mengine mawili, ubaddalnahum bi jannatayhim jannatayni dhawatai ukulin khamt, matunda yake chungu. Yale yalikuwa tamu tazij tari, matunda hayana tamu, chungu alafu makali kama vile vitoria huku s mnajua matunda hayo e, ma, ma, matu, ma, nini, mwitu siju anahitaji, yale vitu hivi havina hata ladha. Hivyo ndivyo wakabadilishwa, wa athlin na miti. Kuna miti inaitwa mivinje, miti maanake hayana matunda yoyote. Yani mwenyezi Mungu kawaondoshea ile miti ya faida ya matunda, kawaletea miti miti tu, hayana faida na matunda, kama yapo chungu Kali, ugwadu ugwadu hayana faida kwa watu wa, shay'in min sidrin qalil, na mengine ya mikunazi, lakini kunazi nyingine zenyewe ndogo, na pia sio salih halil ak, zipo lakini hazina faida kwao. Kwa nini ya Rabbi, umewafanyia haya yote asema, dhalika jazainahum bima kafaru, hayo tumewapa kwa sababu ya kukufuru neema zetu, wa hal nujazi illa al kafur na mwendo wake Mwenyezi Mungu kwa hayo ni kwa kila atakayekuja kukufuru neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. <totipos> Aya, ah, yes, sikiliza sasa, kituko kinakuja, walipokuwa katika neema hizo wanagaragara, yataqallabuna min ni'matin au ala ni'matin min akhar au ila akhar, ile safari zao zile walizokuwa ni fupi kweli kweli, eti wanamwambia Mungu, bwana

kukamatakamata sana au kufanyafanya mambo kwa wingi kunapoteza hisia, kuna mtoa mtu akili hata katika mambo machafu. Wewe anza ku, ku, kufanya kitu kidogo kidogo tu, mwisho utakuwa utakuwa utakuwa wanasema utakuwa membre, eh, utakuwa memba katika lile. Ama sigareti kidogo tu, mwisho utakuwa chain smoker. Kukamata kamata wanawake kuchezacheza nao kufanya fanya nao utani mwisho utakuwa unampata unampiga busu mbele ya watu na uoni kitu chochote. Yani, ile kila siku kuanza kitu kidogo kidogo inakwenda mpaka unapoteza hisia kabisa, na akili zinapotea. Unaona watu zamani, ulikuwa hawezi kufanya hivi, sasa hivi analewa mbele za watu, na anawaonyesha watu tizameni. Zamani alikuwa hata kusikia ulevi hataki, kwa sababu ya kathratul masas au kathratul misas. Na vile vile kitu ukiwa nacho muda mrefu pia Unaona unakichoka. "Mimi nampenda kwa kweli mwanamke yule, nikimpata, Mungu sitaki mtu yoyote mwingine." Hatimaye unaoa unamuoa yule uliokuwa ukimpenda, tena unawambia wazazi wako, mimi kama hamjaniozesha yule msinitambue na nitapotea, mpaka wazazi wanasema basi mwana, basi tutakuozesha. Na kweli unakufa kwa ajili yake. Baada ya miezi sita uh, mimi nilikuwa na akili kweli nilipowaambia wazee wangu yale? Kwa sababu tala al ahdu bik, umekuwa umekaa naye sana unamwona tena, ah, hafai, una, unampiga talaka tena kumi. Akikwambia mbona nyingi, mume wangu, mbili kampe babako, mbili kampe mamako, mbili kampe jirani yako. Sasa wewe si ndio yule ulisema kama hujawezeshwa utapotea? ah, akili sasa zime zimerudi. Ndio maana unatakiwa uwe na subra uwe na subra. Kuna rafiki yangu mmoja ameniambia, ameoa mke wake sasa hivi ni miaka arobaini na tano. Unadhani hawa hawakosani? Unadhani vile alivyokuwa akimwona mwanzo ndivyo anavyomwona sasa hivi? Natakiwa uwe na subra, ujue kwamba hii ndio dunia. Hata ukitaka mwingine mpya mzuri kuliko yule, itafika wakati utamuona kama yule mwingine, na hivyo hivyo. Kwa hiyo kuna subra inayotakiwa, alafu usijiapize

We unakwenda unachukua tu unakula kila kitu tayari, toka kwa Allah. Wakasema tumechoka nahizo manna wa salwa. Tunataka vitango, tunataka miogo mima tumbitu lard min bakliha mabakali haya, figili wa fumiha fumu adasi ya maadasi wa basali ya vitungu. Ndo tunataka sisi, hatutaki manna wa salwa, ndo binadamu. Atastabdiluna alladhi huwa adna, bil ladhi huwa khair ndio hawa safari zao nyepesi wanasema, rabbana baid baina asfarina, hatutaki tena kuwa fupi, tunataka safari refu, twende masafa marefu, ndio tunayotaka sisi. Allah anasema, wa zalamu anfusahum, wakajidhulumu wenyewe, kwa sababu hii inaitwa alitidau ala ad-du'a. Huruhusiwe muislamu kuomba dua mbaya, unafanya uadui katika dua, omba oh, dua nzuri Allah anasema faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaqa Inna fi dhalika laayatin likulli sabarin shakur, sisi tukawapiga kiboko, tukawachanachana, tukawafanya ni stories. Watu wanakaa wanahadithiana juu ya neema walizokuwa nazo, halafu imebadilika, imekuwa kama ni stories kweli. Na mpaka sasa tumekaa sisi tunahadithia watu hao jinsi walivyokuwa hawana shukrani na neema inabadilika, inakuwa na kama, walaqad saddaqa alayhim iblis dhannahu fattabauhu illa fariqan minal mu'minin. Na yote Iblis huyo anakuchochea chochea, anakuharibia na neema alizokupa Allah anazidogosha. Ndio nini? Mungu kakupa nini? hajakupa chochote. Hii ni bidii yako bwana, hii akili yako. Hapa hakuna Mungu, ni wewe, masomo yako ni wewe, na anakufanya unakosana na muumba wako subhanahu wa ta'ala, unakuja unakuwa duni kabisa. Ndugu yangu, hakuna yeyote miongoni mwetu isipokuwa amepewa neema. Ima ni neema ya siha, ilinde; neema ya ilmu, ichunge; neema ya mali, kaa nayo vizuri, itumie kama alivyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Asema, idha ataka llahu ma turidu fa atihi ma yuridu Mungu akikupa kile unachotaka na wewe mpe kile anachotaka. Allah anataka hii mali aliyokupa itumie katika njia moja mbili tatu. Elimu aliyokupa iwafae wengine, nguvu alizokupa ziwe ni ibra kwa wengine, zifanye kazi. Kila mmoja katika sisi hapa anaza kwake neema alizopewa, tuzitumie vizuri, tupate faida fi ddini wad dunya wal akhirah.